Naitwa Erick Martin muta, ni kwa lugha nyepesi nasema, ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS chapter ya Mwanza. E, leo tumefika mahakamani hapa, mahakama ya wilaya ya Nyamagana kwa ajili ya kutoa msaada wa kisheria e, unaotolewa chini ya chama cha wanasheria Tanganyika mkoa wa Mwanza kwa washtakiwa mbalimbali wanaoshtakiwa na matukio yaliyotokea kati ya tarehe ishirini na tisa e, siku ya uchaguzi mkuu mpaka tarehe thelathini na moja E, kwa ujumla e, washtakiwa waliopandishwa kizimbani ni mia moja sabini na mbili na mashtaka yanayowakabili kwa mahakimu tofauti tofauti. E, moja kuna kuchoma moto kwa maana ya arson. E, kosa la pili e, kundi la kosa la pili kuharibu mali kwa makusudi. Kosa la tatu unyang'anyi wa kutumia silaha na wapo pia ambao wanakabiliwa na mashtaka ya kufanya fujo na bahati mbaya sasa katika makundi yote haya hakuna kundi hata moja ambalo lina mshtakiwa yote alipata dhamana, kwa sababu katikati yake kuna makosa ambayo hayana dhamana, hasa la ambi global kwa maana ya unyang'anyi kwa kutumia silaha e. Mpaka sasa e, makundi ambayo yamepandishwa kizimbani kwa mujibu wa hati ya mashtaka ni nane. Ni nane ambayo yapo kwa mahakimu tofauti tofauti ikiwemo e, hakimu mkazi mkuu mheshimiwa e, Risesia Moshi e, Sumari e, Tuji pamoja na mheshimiwa hakimu mkazi mkuu Mheshimiwa Mpuya. Kwa hiyo bado tupo mahakamani, tunaendelea na usomaji wa hati za mashtaka. Kwa hiyo hakuna hata mshtakiwa mmoja ambaye amepata dhamana, kwa sababu kati ya wote, kosa moja kubwa ambalo limewekwa, ambalo anashitakiwa nalo halina dhamana, ni unyang'anyi kwa kutumia silaha hili ni kosa ambalo linawakabili washtakiwa wote mpaka sasa mia moja sabini na mbili.